Mambo ya Tanzania pale kuna akili hapataki kelele na pale kuna pesa hapataki kelele. Cha maana ni upitishe meseji yako na wananchi waitumie na ikaweze kusaidia kila mmoja wetu. Mama Suluhu Samia, tumeona leo umeapishwa ukiwa barracks. Patala uapishwe katika stadium. Nje ya Tanzania iko na viwanja kubwa kubwa kama Julius Nyerere kule Dar es Salaam, lakini umeamua kupeleka mstuni kule barracks. Nimeangalia kando yako, nimeona wanajeshi peke yao. Hiyo inaashiria nini? Nimeangalia kando yako, nimeona wazee wenye vitambi peke yao. Nimeangalia kando yako, nimeona watu wenye ngozi laini ambao wanapata pesa peke yao, ndio wameinua flag, wanasema ya kwamba wewe ndio rais, Mama Suluhu Samia unaenda kuongoza maskini, unaenda kuongoza mtu wa chini ambaye ungekaribisha akaweze kukushangilia, lakini leo hii uliwafukuza. Leo hii uliamua ya kwamba uwaue pale pale inji yao, hii katika inji yako. Leo hii uliamua kuwapiga marisasi wakakufe, ukaamua ya kwamba uwavurushe na ukatae aidia zao. Mama Suluhu Samia, uko na kibarua, uko na kazi. Na kazi yako tunataka tukwambie ya kwamba my friend God is watching over you. Ile Quran ambayo ulishika ya kwamba inakuapishwa, wale mapasta ambao waliomba pale, nataka kuambia ya kwamba ukirudi leo kwako, tafakari ya kwamba ulifanyia haki wana Tanzania ama si haki. Aki, Mama Suluhu Samia na watu wako mibaraka, ambao wanakuongoza ku... wana wale wana ambao wanakuadvise. They are misleading you. They are misleading you my friend, nataka kuambia Kasongo, ambaye ni Ruto, niliona ukatuma Kindiki, ambayo ni sauti ndogo, akaende kukuwakilisha. My friend Ruto, My friend Ruto, ukatuma Kindiki akaende kukuongelelea, ukatuma Kindiki, lakini si kuona akipewa nafasi ya kuongea. <laughs> Kindiki alikuwa naokopa hata kamera isimkapche isi, hey, lakini nashukuru <laughs> Citizen TV walieka hapo <laughs> chini wakiandika maandishi ya kwamba Deputy President of Kenya is among the attendants. <laughs> We are very happy for that. And we are happy for exposing that guy. Wale wote walipatikana Tanzania leo ni madui wa wananchi. Nataka kuambia Mr. Ruto na serikali yako, jaribu hiyo 2027, jaribu hiyo 2027. Yeah, my friend this is Kenya. This is Kenya. Utajua haujui my friend, ukitaka urudi pale, fanyia wananchi kazi. Ukitaka urudi kule, unganishe wananchi. Jambo lingine nataka kuambia ODM sahii, mkianza kusema mambo ya nusu mkate, nimeona my, My former my, my fellow member akisema hapa ya kwamba nataka wanataka ODM wanataka nusu mkate. Hakuna cha nusu mkate unataka. Hey, deputy my friend, wachene na mambo ya deputy. Mambo ya deputy namna gani? Na mwananchi anafaidika aje? My friend, kama ni deputy, nataka niwaulize, waulize ODM, mtapatia nani deputy Babu? mtapatia nani Babu? Babu. Babu Owino yuko hapo, Mbadi yuko hapo, Sifuna yuko hapo, mzee mwenyewe Oburu yuko hapo, Odiruthi Odinga yuko hapo. Mutapatia nani? Hiyo ndio swali. Na katika siasa mimi siko aodia, my friend. Iyawa katika siasa ni about the numbers. Katika siasa tunakuuliza ya kwamba kama ni pesa tuko nayo, tunakuuliza kwa meza ya kwamba wewe utaleta namba ngapi utaleta wananchi wenye wamekufuata ambao ni wangapi? Kura ngapi ambazo utazipokea? Katika siasa hatuangalii uko na pesa, uko na kitambi, uko na miaka mingi kwa siasa, ama uko namna gani? Tafakari hayo na Mungu akaweze kwa...